Ya wewe kuoa I mean after wewe kuoa yeah. That was one thing. Sema siku nje kukutana na Ambweni mm. kitu ambacho nitakuja kumuuliza mm. Mnaimba, mnatia watu moyo sana mm. mm. mm. na kuwabariki kwa vitu ambavyo probably hata nyie bado hamjaweza kuvipata. Yeah. How do you handle things like this? Nakumbuka wewe mwenyewe ulisema ulipata mtoto I think baada after five years. Yes, yes, uliweka wazi kabisa. Yeah. And that's something ambao hata Walter naye ameweka wazi, lakini mm. watu they took it in a whole different way. Yeah. You singing things You, mnawabariki watu pateni mm. hiki pateni hiki huku wewe mwenyewe ni hitaji mm. lako mm. ni machozi yako mbele za Mungu na Mungu anayeona kila siku yeah. Unafunga, unaomba, na ukimwimbia mtu, ukimwambia mtu yeye anapatanainuknainuka anainuka. Wewe bado ujapata hii kitu inakupa ugumu gankwa kweli ni kibinadamu, ni jambo gumu kidogo mm. uh, na linakuwaga na maswali mengi mm. lakini ukitulia tena, ukaenda kwenye swala la imani kuna namna unanyanyuka kwa ku review uh, vile vile ulivyokuwa ukitia moyo watu wengine mm. Kwa mfano mimi, kwa kesi yangu, iliwahi kufika mahali mpaka nikasema no, ili jambo nahitaji ku relax kwa sababu nikihesabu watu wanaonipa shuhuda, namna ambavyo Mungu amewasaidia kupitia maneno yaliyopita kinywani mwangu, basi na mimi itatokea. Alafu unajua nini kilichotokea, nilikuja kupata picha moja ya sisi watumishi Mm. ambayo natamani kila mtumishi angeifahamu mm. Nikaja kugundua sisi nikama, ni kama sijui niiteje. Sasa bahati nzuri sio mzuri sana kwenye yeah. maswala ya umeme mm. Labda nilivyosimama hapa naweza nikatolea mfano yeah. kwamba mtumishi ni mtu anayekaa katikati mm ambaye Mungu anapitisha nguvu zake kupitia yeye. Kwa hiyo mkono mmoja anakuwa ameshikwa mm. na Mungu mm. mkono wa pili anakuwa amemshika mhitaji mm. kwa hiyo vyovyote nitakavyokuwa na hudumu nitakuwa na transfer power kutoka kwa Mungu kuja kwa mtu mm -hmm. Sasa huyu mtu uh, hana mtoto huyu mm. mtu hana mme hana mm. mke huyu mtu ana mahitaji mbalimbali mm. lakini majibu yake yote yanapita mm -hmm. kwangu kwa kwa na yeye anapata, alafu nafika wakati mimi sina mm, natakuwa nifanyeje? Umetumika kama transporter eh? <laughs> Sasa mimi nilianza kuchukulia kwa namna hiyo kwamba okay, kama nimewahi kutumika kama njia kama channel ya yes, kumfikia mtu mwingine, it means majibu ninayo ni swala tu la time, mm, na ni swala la kujua Mungu eh, kama alimjibu huyu kupitia mimi, hata mimi Fesa amekwisha kunijibu. Kwa hiyo mm, nafanyaje? Nikusubiri. Mm. Na kuna siri kubwa sana ya kusubiri Japokuwa tumekuwa tukiharakishwa na kelele za watu, maneno ya watu, na deadline ya Mungu, najua kusoma maandiko ni ajabu sana. Mm. Uh, na kwambia sasa vitu ambavyo vilikuwa vinanitia moyo. Yes. Siku moja nimekaa nikawa napitia Bible kwamba hivi nani aliyechelewa kuzaa kuliko watu wote? Nkaja kugundua ni yes. Ibrahim. Ibrahim ndiye ameshikilia mm. record. Mm. Alikuwa na miaka 100. Alafu unakuta yule analia hata 40 hujafika. Hujafika. Alafu ukichukua 100 toa 40, 60, kumbe na miaka 60 ya kusubiri. Mm. Na unahitaji kujipa pressure kwa sababu Mungu alishafanya. Unaangalia nani aliyechelewa kuolewa? Tena kuna kamama kaliolewa kakiwa kajane kabisa. Yeah. Anaitwa nani? Ruth, Ruth. Kama sikosei, yes. Aliyokuja kuolewa mm -hmm. na Boaz. Mm -hmm. Ambaye Boaz akaja kama mzaa sijui uh, nani yeye yeah, yes, yes, Daudi mtu mkubwa kabisa. Mm -hmm. Kwa unaanza kujifunza kwamba okay. Kumbe hata mjane anaweza kaolewa. Clear. Kumbe hata singomaza mm -hmm. yes. Anaweza kaolewa. Okay. Kwa hiyo sio swala sasa la kuvunjika moyo, ni swala la kusubiri. Mm. Na siri iko hapo kwenye kusubiri. Mtu yeyote anayelia, anayelalamika, anayesikitika, anaona mambo hayaendi, wa alichokosa wala sio hicho anacholilia. Mm. Amekosa uvumilivu, mm, wa kusubiri. Kwa nini? Mtie moyo anayenisikiliza sasa hivi, subiri kwa de, kwa de deadline ya Mungu. Hujavunja rekodi. Kuna watu ambao bado wameshikilia rekodi, na Mungu akiangalia rekodi yake analiangalia neno lake, kushangaa. Subiri tu. That's very yeah, deep dp ulichoongea hapo. Yes. Kwenye deadline ya Mungu bado bado uju kuna watu bado wanashikilia hiyo. Kabisa. Record. Kwa hiyo bado you still have time. Bado yes, sana. That is beautiful. You should make yeah, a song out of it.